Man of the match kwangu mimi. Eh, bwana ukiangalia Young Africans utofauti wake haswa. Una haswa unaiona ni timu timu ya namna gani vile inapishana na, na, na timu pinzani. Ukikompea na Simba sasa. Uh, ni vizuri labda nizungumzie leo Young Africans walivyocheza na Willet. First half haikucheza vizuri kwa sababu uh, midfielder zote zilizokuepo zote zilishindwa ku, kuifungua timu pinzani. Uh, Yanga wana struggle sasa. Nimeona mechi ya tatu kimkosa Dumbi hapa kati. Kocha akaona kwa sababu akaangalia benchi lake la ufundi akaona... sina mchezaji kama Dumbia. Ngoja ni utanue uwanja niweke winga asilia Edmund John na Achikola, ili tuweze kuwafanya wapinzani waweze kufunguka zaidi na zaidi. Uwanja wa first half ulifinya hivi, pakao alishindwa kucheza, hakuwa na mtu ambaye anaweza kucheza. Kwa mwisho wa siku nafikiri mbinu yake imemlipa. First half second half amepata goli mbili, kwa namna unavyoitazama Young Africans huenda ikawa tishio haswa kwa mechi zake za baadaye pale pindi chemistry inapokuwa imekaa vizuri na imejitosheleza kwa namna moja au nyingine, ni uh, mapema kusema hivyo, kwa sababu kocha bado mpya na kuna wachezaji bado ingizo jipya, lakini mwisho wa siku, mi naambia kila siku watu, kocha yote anakuja mpya kwenye timu kubwa, kitu cha kwanza natakiwa kufanya, anachoangalia ni pointi tatu, win kila mechi. Makosa madogo madogo tunaenda kuyarekebisha mazoezini, ndio Young Africans imeonekana ina mapungufu sana ndani ya dakika 45 za kwanza Unadhani wafanye nini haswa ili waweze kurekebisha haya mapungufu yanayojitokeza ndani ya dakika 45? Kwani ukiitazama Young Africans namna inavyocheza kipindi cha pili si sawa na namna ambavyo wanacheza ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Nikisema leo hivi na kuanzia nyuma mpaka kuanzia nyuma walikuwa sawa, shida ilikuanza kuanzia katikati, ili kwenda kuscore mbele, ndio mipira ilikuwa inapotea mingi, lakini walikuwa wanatoka vizuri nyuma, ila kwenda kuscore mbele, kwa sababu hakulikuwa hamna mtu ambaye anaweza kuifungua timu pinzani ma midfielder wote waliopanga ambao alikuwa Azizi, e, Aduke na Mudasi. Wote walikuwa wanapiga pasi fupi na za nyingi, walikuwa wanarudi nyuma. wa Mm. Unadhani ubora wa wapinzani ulikuwa wapi hasa wakaweza kuadhibiti ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza? Hawakuwa bora wapinzani. Hawakuwa bora. Hawakuwa bora. Hawakuwa bora. Hawakuwa bora ila ni makosa ya Yanga ndio muonekano wao kuwa bora. Makosa ni ya makosa hayo ya wachezaji wa namna gani hapo? Ndo muonekana waokuwa boraoaaacheaia Yanga, Yanga walimkosa mtu kama Dumbia ili kumaliza mechi toka first half mm. yalikosa mtu kama Dumbi ya kumaliza mechi first half mm. mm. Pengine sasa tutazame kwa upande wenu Simba Sports Club Lunyas. Kesho mnacheza hapa hapa katika dimba hili hilihili mm. la Benjamin William Mkapa, mnataraji kuiona timu yenu ikiibuka na ushindi mnono zaidi ya huu ambao wameupata wapinzani um, wenu. Yes, tuna, tunatarajia na tunaamini tutapata ushindi huo na tunajua CAF Champions League ni CAF Champions League ni wote mnakutana mabingwa, lakini naamini kesho tutatumia vizuri, tutatumia vizuri uwanja wa nyumbani. Yote kwa yote, niwaambie timu yangu Simba kwamba sisi mashabiki wenu hatutakuwa na nyie uwanjani, lakini jua zaidi ya milioni kumi tutakuwa na nyie kwenye TV nyuma yenu. Nawatakia ushindi mwema, na pia ni nitoe, hii ni kama rai kwamba kwa washabiki wenzangu kwamba kuna muda tabidi tu control furaha zetu na hasira zetu, tulicho tu control furaha zetu na hasira zetu nini unasema, kwa sababu kilichotokea na ndio kinachoponza, kesho hatupo na timu yetu uwanjani. Nataka kwa, kwa, kwa tufuate sheria kwamba tukiambiwa hiki kitu tusifanye, tusifanye, tusifanye vurugu, tusiwashe fataki, tusifanye hivi, tusifanye, kwa sababu mwisho siku tukifanya madhara hayatakuwa pale pale. madhara palepale yatakuwa hata baadaye, na ndo kama hii kimetukuta, lakini pia ni sema kwa uongozi wa Simba, mimi kama mshabiki wa Simba pia mmoja wapo. na, na, na, na, na, na, na, na tunaomba radhi kwa chochote kilichotokea kama sisi washabiki tulifanya hivyo hmm. najua pesa iliyotoka ni nyingi, ingeweza kufanya vitu vingine na adhabu ni kubwa, lakini mwisho wa siku dua zetu ni kupata ushindi, kuvuka hatua inayofuata. Mnaiona Simba Sports Club kufika hatua ya makundi kwa msimu huu yeah, sio hatua ya, ya so hatua makundi tunaiona semi final eh? Naiona semi final Simba Sports Club, Simba Sports Club hii hapa moja ambayo imesajiliwa chini ya kocha Fadlu yes, lakini tunaamini kwamba sasa hivi Simba inasimamiwa chini ya na Matola na Ahmed Moroko na wengine benchi la ufundi pale, naamini wanafanya vizuri, na hata mechi iliyopita tulijaribu kuonyesha kiwango kizuri tofauti na mechi zingine huko nyuma. mm. Mm. Naona Ahmed Moroko kesho akienda kulisimamia benchi kuna namna aa, na kuna rhythm ya kipekee anaweza akaja nayo. mnaamini kwenye hilo? Yes. Tunaamini, tunaamini kwa asilimia kubwa sana. mm. ya yeah. Tunaamini ukimwangalia kocha Ahmed Moroko ni kocha wa namna gani ambavyo nyinyi mnamtazama? hali alishawahi kuhudumu na bado anaendelea kuhudumu ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Emid Morocco ni kocha ambaye ana uzoefu wa ligi yetu ya Tanzania, amefundisha vilabu vingi, anajua na wachezaji wengi. Emid Morocco ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika, hapa ni kocha wa timu ya taifa. Na ukimzungumzia Emid Morocco ni baba, ni kocha, ni mlezi, ni mtu ambaye anajua Kuku, anaweza kuinua vipaji vya watoto, hmm. Mtu ambaye anaweza kum, kumtoa mtu katika uwezo wa chini akamrudisha kwenye hali yake ya kawaida, hmm. Asante sana.